aza usaidizi wangu mlitafutia milioni 5. Usiondoke hapa, nige nilipe pesa hiyo muda huu. Dawa ya haya yenye viti ni moja tu, na mimi nalipa wewe. Ni dhulumu. Mimi namlipa, namlipa huyu kwa niaba yako. Shika hela hii mimi Mnamo tarehe ishirini na tano tarehe mwezi wa kumi mwaka jana nilinunua kiwanja, na niliuziwa na muuzaji alikuwa anaitwa Juma Salumu Ali, na hii dokumenti ya makabidhiano, hakukuwa na hati. Ulinunua wapi? Nilinunua Kinondo, aliyeniuzia ni Juma Salumu Ali, na hii dokumenti ya makabidhiano ilisainiwa na mjumbe wa serikali ya mtaa anaitwa Abdalla Ramadhani Gombero. Sasa siku ya tatu baada ya mauziano nilifika pale kwenye eneo na na fundi kwa ajili ya kutengeneza sehemu ya kuweka tukachumba ka ulinzi ili eneo lisije likatokea limeuzwa mara ya pili. Siku ile tumefika, ili uanze kujenga lazima upate kibali, tukapeleka tukaenda kwa mjumbe. Mjumbe ambaye tulipelekwa na tulielekezwa na majirani pale, hakuwa yule ambaye tulimkuta mwanzo. Kwa hiyo katika kufuatilia pale, ndo tukaja tukagundua kwamba tuliuziwa eneo la mtu na tulivyompigia muhusika, yeye akawa anasema kwamba eneo ni la kwake. Basi tukafuatilia, hatimaye ile kesi nikaamua kuipeleka kituo cha polisi moja kwa moja, kwa sababu niliona hii ni ishu ya utapeli. na mwenye nanua shilingi ngapi? shilingi milioni tano. Kiwanja kilikuwa cha ukubwa wa 23 kwa 23 kwa hatua za miguu. Kwa hiyo baada ya kupeleka ile kesi pale polisi, tuka nikafanya bidii nili-nilijitahidi kupata watu ambao niliwapata kwenye mkataba walikusainia, pia wenye viti au alisaini huyo mjumbe mjumbe wa serikali ya mtaa mjumbe mjumbe wa serikali ya mtaa ambaye yeye asingeweza kusaini bila idhini ya mwenyekiti wa serikali ya mtaa kama, kama nitapeli, tulifuatilia kujua kama ni ni, ni kweli wa ile ofisi pale, na mwenyekiti alikiri kwamba anamfahamu na ni mjumbe wa serikali ya mtaa pale, na mwenyekiti na mwenyekiti, na ndiye aliyegonga muhuri na ndiye aliyegonga muhuri kwa wajumbe nao wanagongea muhuri bila mwenyekiti. Yani alikuja na karatasi imeshagongwa muhuri tayari. Kwa hiyo nilidhani huenda mwenyekiti tayari ndiyo alikuwa ameshagongea muhuri, kwa sababu muhuri ni uliogongwa hapa ni wa mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Kwa hiyo katika kufuatilia tulifanikiwa tukamkamata mtuhumiwa tukampeleka kituoni, lakini tulimkamata tarehe ishirini na tano lakini mpaka tarehe ishirini na tisa kwa sababu ya zile vurugu zilizokuwepo, aliachiliwa kwa kwa dhamana ya barua kutoka kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa. na, na, na alivyo, baada ya muda aliachiliwa. Na baada ya yeye kuachiliwa, tukafuatilia kwa mpelelezi, mpelelezi akawa anasema huyu mtu anatakiwa apelekwe mahakamani, kwa hiyo anatakiwa akamatwe. Kwa hiyo toka kipindi hicho, kwanza ni mtaa gani huo? ni mji mpya. Mwenyekiti huyu msukuma, huyu mama ni kweli alifika ofisini kwangu akiwa na malalamiko hayo, kwamba kuna mjumbe wangu wa serikali ya mtaa ameenda kusaini mkataba wa wa, wa, manunuzi ya kiwanja. Nikamwambia sisi kama ofisi ya serikali ya mtaa tunafanya kazi kama taasisi. Maana yake mwenyekiti akiwa ameitwa wilayani, akiwa ameitwa wapi, wajumbe wake wanabaki hiki kilichofanyika, ngoja nikifuatilie. Tukamkamata mtumiwa wake, baada ya kumkamata mtumiwa wake akafikishwa. Ulimkamata uli lini? Nafikiri wakati tunaelekea kwenye uchaguzi. Hebu mpe mike dada, dada. Mtumiwa mtumi alikamatwa, mtumiwa alikamatwa tarehe ishirini na tano mwezi wa kumi, ambapo nilimkamata mimi mwenyewe bila yeye, yaani yeye hakuwepo kabisa, yeye hakuwepo kabisa, hakuwepo kabisa, na hata mpaka hiyo dhamana imekuja kutoka ni baada ya mimi kumpigia simu, nikamwambia nilikuwa na kesi fulani hivi na hivi na hivi, mtu tumeshamkamata, na yeye mwenyewe akaja akaandika barua ya dhamana. Nadhani kisheria ina, inaruhusiwa. Dhamana ni haki ya mtu, hiyo inatambulika. Lakini sasa yeye imekuwa ni ngumu kunipa mimi msaada kwa sababu lazima kumkamata tena mimi mwenyewe kwa watu wale wale ambao nilikuwa nimewatumia, lakini zamani alitoa nani? Zamani alitoa yeye mwenyewe kwa kumdhamini nani? Kwa kumdhamini yule mtuhumiwa huyo Juma Salumu Ali, ambaye mpaka leo tunadaiana na simu yake haeleweki alipo, haeleweki alipo. Ila ukifika na ulilipa milioni tano? nililipa milioni tano kesh. Mwenyekiti mwenye mwenye akadhamini kwa barua, akadhamini kwa barua, ndiyo. Mpe maiki mwenyekiti. Sisi tunatoa barua za utambulisho za kudhamini watuhumiwa wakiwa kituoni Hivi karibuni na leo nilimwita ofisini kwangu dada. Leo dada. Kwa mkuu mkoa? Ah, hapana dada, aliomba appointment toka wiki iliyopita kwamba mwenyekiti nitakuja mwenye ofisini kwako kwa ajili ya jambo la Juma, na Juma tukamwandikia barua ya wito afike ofisini kwangu leo. Huyo mjumbe aliyesaini hapo ndiyo, ni mjumbe wako? Ni mjumbe wa serikali ya mtaa, unamfahamu? Namfahamu na ulimpa mamlaka hayo ya kwenda huko? Mheshimiwa mkuu wa mkoa, huwa hatutoi mamlaka kama hivi. Niko huko kwenye kikao chako mheshimiwa, kule kuna mtu anaweza akawa anahitaji kufanya biashara kini. Ofisi yangu muhuri ya ya, na, na, na wangu ndio unabaki ofisini kwa ajili ya kuhudumia wananchi. Kwa wewe una mjumbe yoyote anakuwa na mamlaka na ule muhuri? Kwa hiyo saa hizi pale wananchi wanapata huduma kwa sababu mwenyekiti, huwezi kutoka nao. Ninachosema kwa mfano mimi hapa mkuu wa mkoa hakuna mwenye mamlaka nao mwingine, lakini kama barua anaweza kuandika kwa niaba, kwa niaba. Deo. Deo. Sawa sawa, Deo. Kwa niaba anaweza kaandika labda rasi au nani, lakini sio kugonga ule muhuri wangu mimi. Je, huko chini nyinyi mwenye muhuri wa mwenyekiti unagongwa na mjumbe na nani huyo? yote Mheshimiwa kwa sababu ofisi yangu ina mihuri miwili, muhuri mmoja ni wa afisa mtendaji, muhuri mwingine ni wa mwenyekiti wa serikali ya mtaa ambao hutumia mimi na wajumbe wote wa, wa serikali ya mtaa. Hebu mnisaidie kwanza hapa, Mheshimiwa, kwa mkuu mkoa, hichi kinachoelezwa hapa, mimi nadili kila siku na masuala ya ardhi. This is a planned event, yaani hili ni tukio lililopangwa kwa kifupi. Kwa nini mmoja mjumbe wa serikali ya mtaa Unaposaini ile fomu ina maana unabeba dhamana kwamba huyu anayeuza hili hii ardhi ni yake. Umewekwa pale kwa sababu wewe ni mwenyeji wa lile eneo. Kama mtu anayeuza humjui, unamtilia mashaka, hutakiwi kusaini, unatakiwa kugoma, kwa sababu hii ardhi inamilikiwa kiasili na nyinyi, mko huku chini mko pamoja na hii jamii, mnajua kabisa ardhi hii ni ya nani. Ndiyo maana mkurugenzi, kabla ya kuanzisha hati, anataka nyinyi mnaoishi na hawa wananchi mthibitishe hii ardhi anayeuza ni ya kwake, hii ardhi anayeomba kupimiwa ni ya kwake. Kwa hiyo, mheshimiwa RC hapa, yeyote ambaye amesaini hiyo fomu na akasababisha huyu dada ya kutapeliwa, ana swali la kutujibu, alisaini katika misingi ipi? Moja, maeneo yenye migogoro mikubwa ni pamoja na mtaa wako. Ni kweli Mheshimiwa mkuu wa mkoa? Una, unajua ni kwa nini? Naomba mheshimiwa nisikize kidogo, ngoja kwanza mwenyekiti. Unajua ni kwa nini? Sababu najua, kwa sababu niko kata magwe pande, lakini ndio eneo ambalo imekuwa na migogoro mingi, lakini sasa tunaendelea kuimaliza kwa sababu tuna mradi wa upi ambao tumeshatoa hati zake kuna jaya. Migogoro pia mingi kwa sababu ya janjajanja janja. Amekuja wiki iliyopita nikamwandikia barua ya wito aje lini? Lini kwa sababu leo ni siku ya migogoro ofisini kwangu, Mheshimiwa. Hebu Mheshimiwa, hali halisi iko hivi, kwenda pale ofisini. Ile siku nilienda pale sikwenda kwa lengo la kuchukua barua ya kumuita mtu yoyote, wala sikwenda pale kwa appointment Nilimpigia simu nikamweleza kwamba mwenyekiti, nampigia simu mtuhumiwa wangu simpati, lete kwanza hiyo fomu. Ulimwambia mwenyekiti, unampigia mtu mpati, si ndio? hii ndio liopewa walio saini. Akina nani walio waliosaini hapa? Aliyosaini hapo ni mjumbe wa serikali ya mtaa Abdala Ramadhani Gombero na vile vile... huyu Juma unamfahamu? anamfahamu kwa sababu Juma anamfahamu Mheshimiwa. Naomba nielezee kwa sababu ndiyo. Hii nimeipata nime, ni taarifa ambayo nilipata kutoka kwa watu wanaomfahamu huyu mwenyekiti vizuri. Ndiyo, ehe, wanasema kwamba huyu mwenyekiti ame yule mwana, yule mama aliyemuoa dada yake na yule mama ndio binti yake ameolewa na huyu mtuhumiwa ndiyo, na siku ya kwenda ku, ya, ya, ya, ya kutoa ile barua ya udhamini mke wa mtuhumiwa pamoja na shemeji yake na mwenyekiti ndio walioenda kuwasilisha ile barua pale yule mtuhumiwa akatolewa. Hizo ni taarifa nilizozipata, sijazithibitisha lakini ndio taarifa nilizokuwa nimezipata. Haya, eh, eleza mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, huyu mama kweli aliuziwa kiwanja na huyo mtu anaitwa Juma, na huyu mama nimemshauri kamwambia mifumo ya umalizaji wa migogoro kwenye eneo la mtaa wa mji mpya, maana yake sio mifumo ambayo natakiwa mtu amechukua fedha ya mtu tuje tu, tu, tumpeleke mahakamani. Tunamwita Juma, tunakwenda kwake, tunapima eneo linalolingana na, na ukubwa wa eneo lako, tunamalizana hapo hapo, wala sio swala la kwenda huko nakokutaka na kwa na maana leo alikuja lengo tukakate kwa Juma ili Juma ikiwezekana aondoke pale tumpe huyu mama, kwa sababu tulishachoka na migogoro kwenye maeneo ya mji mpya. Sasa mwenyekiti, naam. Saidi Selemani angalia, unamfahamu hiyo biashara wakati inafanyika? hata sijui mashahidi, hata sijui huyo mjumbe alienda kusaini saa ngapi? wajumbe si wanawafahamu? mtu anaitwa Saidi Selemani angalia, wajumbe hao wa serikali ya mtaa, wananchi wananchi e, wa, waulize wa kule kwangu, waulize wananchi wa kule kwangu, hapa hawapo mheshimiwa e, kwa sababu wako mtaa mji mtu hapa ni mtaa wa Nyakasangwe. Sasa mimi nisikilize kwanza, umri wa huyu dada ni mdogo sana. Naam, kabla kesho saa kumi naitaka yeah. milioni tano ambayo mimi nampa huyu mama haina shida, nimeshamaliza haina neno mheshimiwa. Mkijicherewesha mtu atakukuru yuko wapi? mtu atakukuru. Nisikilize na unizingatie vizuri kwa sababu ya migogoro ambayo ipo sana pale Kinondo mweke kwenye braketi mwenye kiti huyu. Mpaka kesho saa kumi nitaka, mpaka kesho saa kumi nitakupa maelekezo mengine. Mimi kwanza, saidizi wangu, mlitafutia milioni tano, angalieni kule kwenye mabegi, chukue na hela zingine kama tumesahau mahali. Usiondoke hapa, nije nilipe pesa hiyo muda huu. Dawa ya hawa wenye viti ni moja tu na mimi nalipa. Wewe ni dhulumu mimi. Muhuri unaopewa na serikali sio muhuri wa kujigongea gongea kama wewe unakwenda kwenye harusi. Ile ni nyaraka na lazima iheshimike, sijui mnaelewa mpaka hapo. Sio mtu anakuja na gonga tu muhuri. Mwenyekiti kiti, sogea hapa. Nimejithibitishia kwamba huyu dada ametapeliwa milioni tano we. Ninamlipa tano. We kiti, nane, mimi milioni tano, wewe mwenyekiti kiti, ingia kwenye 18 za kunidhulumu mimi. Mimi namlipa huyu kwa niaba yako, shika hela hii